Uh, tupo katika eneo la Why Not Pub ambapo liloko katika mtaa um, wa Kigogo Fresh B, ipo katika kata ya Pugu, lakini kubwa zaidi leo uh, hii, ndugu watazamaji, tunazungumzia swala zima la mechi kabambe kabisa ambayo ni kati ya Simba Sports Club ambayo itamenyana na Stella ambayo ni ya South Africa tarehe siku ya hili upande wa Simba ni mwakilishi wa Tanzania ni mwakilishi pekee waliobaki katika kombe la shirikisho. lakini hivi sasa niko na wachambuzi kama unavyotuona lakini niko na Onesmo Tapinga ni mmoja kati ya wanamchezo nguli katika hapa nchini leo tuko na mchambuzi

na uh, ni mchambuzi wa so, siku nyingi ni mwanasoka, amecheza mpira vizuri kwa bayo tofauti, lakini mtoto wa kocha, mtoto wa nyoka ni nyoka. Karibu sana asante. <coughs> Mtoto karibu sana, asante sana, anatuona mtoto wa soka, wale wote ambao wakati wa mkoa wa Ruvuma

ambapo chini yake ioochamina uchaguzi tunakabiliwa na mechi kubwa sana simba sports club, ambapo sasa walipata, lakini ni mechi ambayo Simba walicheza kwa kasi sana. Aini kipindi cha pili kidogo Simba kama vile walikuwa ile kasi, lakini nao wageni nao bmshaua atiiaaknini maoni yako chauaau wa Simba ifanye nini au ili tupate ushindi, sisi wote Watanzania, naikamani wawe washabiki wa Yanga, wawe wa Simba, wa timu zote na hata wale ambao sio washabiki wa, wa timu zote kwa sababu inakutana na sana kwa sababu wale jamaa, ukiangalia jinsi ambapo wanacheza mechi ambayo walicheza hapa nyumbani, walikuwa wamepaki basi kuwajua Simba na kujua Simba wanapungukiwa kwa kiasi gani. Kwa mfano waligundua kwamba Simba wanategemea wana mawinga wana kwa maana wanategemea mpanzu pamoja na kipindi kipindi cha kwanza kabla ajaingia, wakaona kwamba tukifunguka hawa jamaa in waweza kwa maana na uwezo uwa sana wakumiriki mpira na kufundia kwa kasi sana kushishida mawa waliamua. Kwa hiyo katika mechi ya pili, watakachoenda kukifanya wao, ndio watafunguka kwa sababu kwa sababu kwa mpaka sahizi wako nyuma yabomoa s kwamba ni lazima washinde, yani hiyodda wataki wasitaki, ni lazima washinde mechi liweza na kushinda kwa inabidi ni goli zaidi ya moja tuweze. Kile ambacho wanatakiwa kukifanya, Simba wanatakiwa wacheze kwa tahadhari, kwa sababu shida kubwa amba ambayo mimi naiona kwa upande wa timu, kuna changamoto. Mtu ambaye anacheza midfield, wote wanatamani kushambulia. Ukimwangalia gomaa boma, ukimwangalia kagoma, wote wanatamani kwenda mbele sijajua ni mfumo wa kocha au ni vipi, lakini ukiangalia kiuhalisia, kuna wakati unakuta namba tano na namba nne wanabakia wako peke yao. Kwao ni rahisi counter attack, wakienda watu wata zaidi ya mmoja zaidi ya wawili wanapata wakati mgumu sana. Hiyo ndio changamoto ambayo inawakuta, kwa sababu fulbeki za pembeni kwa maana Shomari Kapombe pamoja na Mwameli Huseni wao nao wanga wanatoka nyuma kuelekea mbele kwa ajili ya kuongeza mashambulizi. Kwa hiyo inapokuwa counter attack kututana na mtu ambaye mwenye kasi kwao inakuwa changamoto, na ukimwangalia, siamini kama Chimaroni anaweza akacheza hivi, kutokana na kwamba ametoka katika majeruhi, kwa sababu hii ni mechi ambayo ina pressure. Me, naamini atacheza aku chamu karabu chamu karabu ni mzito sana, kwa hiyo kuna changamoto ya kukutana na mtu ambaye ni mkazi mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki mpira. Tutakutana na changamoto kubwa sana, kwa hiyo ndio maana nasema tunataka tumuombe Mungu sana, wale jamaa wasiye fiti Simba, tucheze kwenye mpira wetu ambao tumezoea, ili tuweze kupata matokeo kule. Hatari ya tena iko wapi? sa ameona uri wakati wa mechi ya Simba kwa mwonekano ambao mimi ni nimegundua ni timu ya Stera watali wao huko pembeni, ambako ndio Simba waga wana mabeki wanapanda wakati wastaki, na kitu ambacho nimekigundua kwa kocha wa Simba hata akiwa ugenini hataki kupati, basi anataka timu ce

timu yote ikiwa nyumbani inakuwa inacheza kwa presha, kwa sababu mashabiki mashabiki wanawapa nguvu timu. Sisi tunaenda Saudi Afrika, hata kama mashabiki kwa mashabiki watakuwa, kwa hiyo aa

mashabiki wake walishangaa. Kwa nini walishangaa ateba? Kocha

kuna wakati anaingia mpaka kwenye box lakini anashindwa kufanya kazi. Yeye kazi yake ni finisher. Kazi yake yeye sio kudribble mpira, sio kufanya, ndio finisher kwa maana tunasubiri, kwa maana tunasema tuna namba 9, namba 9 kazi yake ni score tu, kazi yake tu. Kwa hiyo Mkwala hata ukiangalia kwenye ligi, Mkwala kafunga magoli mengi shinda Atia. Mechi hizi hivi karibuni, Mkwala kafunga goli nyingi shinda Atia. Bodi lazima hata kocha yote lazima awe na plan A na plan B. Bodi tumeshuhudia uh, chaji ya uwa kusakulila wazi kabisa, kuli ni waumiza washabiki wa Tanzania, chaji ya uwa kumwangalia anapocheza uwa, eh anaingiwa na presha eh, mechi za maamuzi uwa maana wa wa wa kama ukifuatilia washabiki wengi wa Simba wakipotea wanaenda kucheza ndani haya, wanakwambia mchezaji huyo aanze benchi, kwa sababu huyo ndiye anayebeba anapotea. Kwa hiyo kwa mtazamo wao mchezaji huyo angeanza hata kama ingekuwa angeanza na West. Tupe kikosi chako ambacho cha Jumapili, unadhani kocha unataka ampange nani na nani au kikoti chako cha ushindi upande wa Super Sport, kama Kamara iko sawa a upande wa uku na ukun, Mohamed Hussein pamoja na na Shomari Kapombe katikati kama ngoma nani, nani, nani? Chemaroni yeye anaweza lakini yupo kwenye safari eh. Lakini kwa mtazamo wangu mimi asingeanza namba sita kama kawaida Kabora. namba saba kibu namba nane akaenda na ngoma ya lakini, mimi sikuwa natarajia kwamba anaweza kucheza piga nane. Sasa pale Zamiru, Zamiru Pundo namba tisa aende na Mkwala namba kumi aua kumi na moja kama atuba na mweka nje naye, shida ya teba na changamoto. Mwana ana uwezo mkubwa lakini naye ana ugonjwa kama au

a alimchelewesha alichelewesha kwa lakini, pia wakati mwingine mza mtuana mlaumu kocha. Huyo kocha anapanga kestila zenyewe kugeuka nyuma, nani nani ana uwezo, anaweza akaibadili game. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo mimi sina mashaka na kocha Kocha kila kitu anachokifanya yeye anakijua, kwa sababu yeye ndo ameshinda na wachezaji, anajua fisiki yao, anajua uwezo wao uwanjani, auma iko nao. Kwa hiyo kila anachokifanya yeye, sisi mashabiki tusubiri atokewa. Mimi naamini Simba.